YouTube amekuwa na utaratibu wa kutoa uh, nishani ama tuzo kwa watu ambao wanafanya online TV uh, wanapofikisha subscribers ama wafuasi laki moja, milioni moja na milioni kumi na kuendelea. Kwa hiyo sasa, hii ni safari ya kwanza kabisa. Kwa kama ni mtoto anatambaa, sasa kwamba at least sasa YouTube sasa tume Tumekuwa ni partner. Kuna kitu wao wanaita YouTube partnership. Kwa hiyo uh, ukishafikisha subscribers laki, laki moja, kwa hivyo uh, wanakuupa kitu ambacho wanasema ni, ni, ni mnakuwa mko partners. Sasa kwao wanaweza kukutambua kiasi kwamba hata kama una changamoto za kimaudhui, copyright ama channel yako ina changamoto yote, una uwezo wa kuwasiliana nao moja kwa moja tofauti na ambavyo unapokuwa umeanza kawaida, labda unaweza kuwa una chat na robot au na vitu vingine kama hivyo. Kwanza ni kwamba sasa hivi ulimwengu wa kidijitali ni fursa. Ajira yangu ya kwanza mimi kuajiriwa kwa mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2017. Tarehe moja mwezi wa saba, 2017. Baada ya hapo kitu kinachoitwa kuajiriwa nilipumzika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi 2029 tunaweza tukaona ni kama mwaka wa tisa. Ni kwamba nimetengeneza hii fursa ambayo uh, tunapata uh, riziki lakini pia na wale ambao wako nyuma yetu pia Uh, tunapopata riziki na wao pia inawafikia. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani kwamba sasa hivi ulimwengu wa kidijitali ni fursa. Kama taifa tuna changamoto ya ajira kama ambavyo tunafahamu. Changamoto ya ajira ni changamoto ambayo kiukweli inaleta shida hasa kwetu sisi vijana. Kwa hivyo kupitia hii fursa ya uh, mitandao ya kijamii uh, ningependa kutumia nafasi hii uh, kutoa rai kwamba ni vyema kama vijana tukaitumia vizuri hii fursa na kuigeuza ikawa uh, sehemu ya ajira. Kwa sababu sisi ambao tunahitimu masomo ya uandishi wa habari tunaamini kwamba kila mwaka tunahitimu wengi sana katika vyuo mbalimbali. Sasa hakuna vyombo vya habari ambavyo vinaweza kuajiri watu wote, ama serikali inaweza kuajiri watu wote, lakini tukitumia hii fursa tunaweza tukatengeneza ajira na tukaondokana na changamoto ya nini, ya ukosefu wa ajira. Kwa hiyo hilo ambalo ningependa kulitumia kama msisitizo zaidi. Sasa hili liweze kufanikiwa, uh, hatufanyi kazi peke yetu. Tuna, tuna walezi ambao wanatulea Mlezi wa kwanza mimi naweza nikasema ni serikali. Tuna serikali kupitia mamlaka zake mbalimbali kama TCRA ambayo ni mamlaka ya mawasiliano Tanzania. kumekuwa na changamoto kubwa sana ya uanzishaji wa hizi digital media Uh, kutokana na sheria ambayo tuko nayo japo. Uh, wakati tuna, tuna, tuna, tunaanza hii sheria ni kwamba ilikuwa inakulazimu uh, kusajili online media kwa kiwango ama kiasi cha shilingi milioni moja. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo, unaona kama ni kikwazo. Kwa hiyo tuliomba mamlaka ikaweza kutusikia ikapunguza iki kiwango mpaka shilingi laki tano. Lakini bado tunaona kwamba ipo haja pia kwa serikali kuendelea uh, kupokea maoni yetu na kuyafanyia kazi kwamba ni vyema ingeweza kuangalia hii ada ya usajili wa online media ili iweze kutoa fursa zaidi kwa uh, watu wengine ambao wanatamani kuanzisha hizi online media. Kwa mfano uh, mimi binafsi ningetamani uh, kama sio kuondolewa kabisa, basi tuseme kwamba ikapungua kutoka shilingi laki tano basi ikaja mpaka shilingi laki moja kwa mwaka, then hiyo laki moja uh, tunaweza tukawa na utaratibu wa kuigawa labda kwa awamu tatu kama ambavyo tumekuwa tukiona maeneo mengine kama TRA, ukikadiriwa kodi inaweza ikagawanywa katika awamu tatu au nne, na mtu akawa analipa bila changamoto yoyote. Hiyo inaweza ikafungua fursa kwa vijana Kuweza uh, kujiajiri. Kwa hiyo ningetamani sana hilo kama lingeweza kufanyiwa kazi. Lakini pia kitu kingine uh, mamlaka hizi zipo kwa ajili ya kutulea, hazipo kwa ajili ya kutufanya sisi tuanguke. Inapotokea miongoni mwetu kuna changamoto ya kimaudhui, labda mwanahabari amepata changamoto, basi ni vizuri wakawepo kwa ajili ya kutusaidia uh, kurekebisha hayo matatizo ama hizo changamoto kuliko kutushughulikia zaidi kwamba unapokosea moja kwa moja sheria kamata huyu funga ndani kama tunavyofahamu sheria zetu ni kali kifungo kisichozidi labda uh, fine labda isiyopungua milioni tano inakatisha tamaa kwa hiyo uh, ingekuwa vizuri kama wangetu wangekuwa walezi wetu zaidi kuliko kuwa watu wa uh, kutushughulikia zaidi, kwa hivyo hiyo nadhani mimi ingeweza kutusaidia zaidi. baada ya kusema hayo uh, ombi lingine ambalo ningeweza kulitoa nisisahau sasa hivi iwe na online media wanakutaka pia ulipe kodi TRA, kwa maana ujisajili TRA, uwe na TIN number ndipo na TRA wakupe leseni. Sasa unasajiliwa TRA, unakadiriwa kodi. Lakini sasa hivi tena, sisi tunaotengeneza maudhui mtandaoni, serikali imewabana watu wa Google. Kwa hiyo, yale mapato ambayo unayapata kila mwisho wa mwezi, Google pia wanakukata asilimia tano. Kwa hiyo Google inakusanya zile pesa kwa niaba ya serikali inawarudishia tena serikali ya Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona hizo gharama pia eh, yaani kwa mfano, yaani wewe umepambana kwa mwezi umepata dola mia, kwenye hizo dola mia Google watakukata asilimia tano, hizo asilimia tano wataziwasilisha TRA kwa niaba yako. Wakati huo huo umeisha kadiriwa kodi TRA, kwa hiyo kidogo tunaona kama hizo ni moja ya changamoto ama vikwazo ambavyo tungeomba serikali ikaweza kuviangalia, kwamba kama Google ameisha kusanya asilimia tano na anaenda kuipeleka serikalini TRA, basi waangalie ile kodi ambayo tuna wanatukadiria huku kwenye ngazi za huku tuliko. Kama mfano kama niko Mwanza nimekadiriwa kodi labda TRA Mwanza, kwa nini nilipe kodi TRA Mwanza huku? Nimeshalipa kodi afu tena Google kule, nimepata mapato yangu labda dola mia, bado tena wanikate asilimia tano. Kwa changamoto kama hizo, tungejaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukazifanya ili kuziondoa ili vijana tupate fursa ya kujiajiri na kutengeneza fursa kwa vijana wengine zaidi. Tunapoiona BMG, ina maana kwamba huyu ni investor ambaye anasaidia utoaji wa ajira kwa wafanyakazi wengine, hata kama wasipokuwa wa taasisi ya, ya, ya, ya BMG, yani wasipokuwa katika mnyororo wa thamani wa taarifa, lakini hata ukimwajiri secretary ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo BMG ni kupongeze sana kwanza kwenye uh, kuwa chanzo cha kutengeneza ajira eh, kwa watu wengine. Kwa hiyo tunahitaji sana kuona mfano kama huu, lakini cha pili ni utumiaji wa teknolojia vizuri na hasa kwenye uh, mitandao hii ya kijamii ya tawi hili la uandishi wa habari wa kisasa. Kufikisha wachangiaji eh, laki moja si swala dogo, na ndio maana YouTube leo wamekurecognize na kuweza kukupa award yako ya kwamba unastahili. Kwa hiyo tukupongeze sana kwenye hilo, na tukukumbushe tu kwamba hata pamoja na kupewa tuzo hii, lakini ni wazi ya kwamba wametambua mchango wako wa kimaadili zaidi kwenye uandishi, kwa sababu kama ungekuwa kuna complaints mbalimbali mbali kutoka kwa serikali au wadau wengine wa kutumia platform yako vibaya, sidhani leo hii wange kama wangefikia sehemu ya kukutambua. Kwa hiyo wewe ni mdau muhimu sana kwenye kuandika kwa weledi na bado, na mimi nasisitiza kwamba professionalism ni muhimu sana kwenye sekta hiyo. Unapoanza, lazima ufanye shughuli nyingi uwe mwenyewe, lakini unapokuwa sasa, tengeneza mifumo ikiwezekanika, weka uwe na rasilimali, afisa rasilimali watu, uwe na program managers wa kukusaidia, uwe una content creator hivyo, na hata uwe unamwasibu mwasibu kwa sababu sasa ni, ni, ni kampuni. Mwisho wa siku, tuone Mwanza unaiwakilisha vizuri na unazidi kukua katika level kubwa zaidi. Hilo ndilo jambo ambalo mimi na kusii sana, na kingine ni jitahidi sasa, kwa sababu YouTube wamesha ku recognize una uwezo wa, wa kutouch direct na kwao kuhakikisha na wewe sasa unakuwa ni ambasada mzuri wa YouTube, hasa kwa kutumia platform uliokuwa nayo, fungua fursa kuna fursa nyingi, kuna fursa za exchange programs, kuna fursa za training YouTube wanatoa. Unapoziona omba, hata kwa maafisa wako, kwa wafanyakazi wanaendesha mikutano mingi sana ya capacity building, kujenga uwezo mbao, kwa njia ya mitandao umeshakuwa kuwa mdau, ukiomba ni rahisi kupelekwa huko. Teknolojia ukiachwa ndani ya masaa ishirini na nne umeachwa. Kwa hiyo inahitaji ina, ina, ina kila mara uweze ku-update career e, yako ili kuweza kunavigate kwenye soko la ushindani. Kwa hiyo usichoke kuhudhuria, mimi hawa nawaona YouTube wana fursa nyingi sana sana sana sana sana, na kama tulivyozungumzia, kwa sababu tunapozungumzia BMG tunazungumzia uchumi uh, wa kidigitali uchumi wa kidigitali kwa wale ambao kidogo mnaona ugumu ndio huu sasa, yaani una uwezo wa kutumia platform za, za kidigitali na nyenzo zake za kiteknolojia ukatengeneza ajira ukauza matangazo ukapata pesa ukafanya hivyo, ndio uchumi wa kidigitali. Zamani ilikuwa tunasema kama mjini pagumu shika jembe urudi kijijini, lakini siku hizi hata ukirudi kijijini, kijijini, mabadiliko ya climate change, ya tabia nchi, utalima matikiti yatanyauka. Kwa hiyo fursa iliyobaki ni ya kidigitali, na duniani sasa hivi vijana ndio wanatoboa sana kwenye fursa za kidigitali. Yaani matajiri wanaoongoza sasa hivi ni katika upande wa teknolojia Is it right eh, eh, yani sasa hivi sijui hata Dangote tuna kadi tunavyozidi, tutaanza kumsahau, kwa sababu watoto wanakuja na vijana wanakuja na, na jicho la kiteknolojia wanawekeza kwenye, kwenye kazi ambazo hazitumii nguvu sana, lakini unaona matokeo makubwa. Kwa hiyo hiyo uh, George na BMG kama mkurugenzi, jaribu kuona kwamba kuna fursa kubwa ya kidikitari na tuendelee kufanya kufanya hivyo, na kwa sisi tulioshiriki hapa, tuna wajibu vile vile. Binagi wakati anaanza, mimi nilikuwepo, nilikuwa namwona kama Binagi wakati anaajiriwa, nilikuwa namwona e, metro pale na kinatoni baadaye akaenda sijui leki leki le e, baadaye akaacha. Hivyo ni fundisho kwetu kwamba wakati mwingine tuishi katika mentality ya kutaka kuwa na shughuli zetu zaidi ambazo hazina limits ambazo zinaweza zikatufanya tuajili zaidi Sio mbaya kuajiriwa, lakini vile vile unaweza kuajiriwa na ukawa na mifumo yako mingine. Lakini leo hii mimi ukiniuliza kujiajiri na kuajiriwa wapi na papa credit, nasema naipa credit sana kujiajiri, kwa sababu kwenye kwenye kujiajiri kuna matatizo mengi sana na yale matatizo yanakufanya sasa ukawa uwe nguli. George leo hii analia na asilimia tano, analia na taxation, double taxation etia, ya TRA. Asingejiajiri asingeyajua. Kwa hiyo sera za nchi obvious bado zina changamoto kubwa, lakini usikate tamaa na ambao bado mjejiona ya anzeni kuwa na hivi vitu lakini vilevile tumuunge mkono George. George ni wa Mwanza, sisi tuko Mwanza kwenye media zetu, basi angalau tuwe tuna bylines kidogo za kuonyesha mafanikio ya mwenzetu alipofikia, tuandike basi angalau story, si ndio? Jamani, tena ukiipamba, sema mwenyekiti wa MPC azungumza haya haya, aomba wanaandishi wa habari kujiajiri zaidi, aomba mapungufu eh, na ni marekebisho ya sera za kodi ili waandishi wa habari, kwa sababu anachokutana nacho George na sisi tunaenda huko huko.